Kitabu cha Yoshua bin Sira sura ya 37 na 38. Ndiyo kanisa la Mungu, karibuni sana katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Moyoni mwangu mmejaa amani tele, kwa sababu neno la Mungu ni amani. Hivyo nawe kama unahitaji amani, basi ungana na sisi muda huu tuweze kusoma neno la Mungu kwa pamoja. Ni kitabu cha Yoshua bin Sira sura ya thelathini na saba na thelathini na nane deutra kanoni. Tusali. Kwa jina la Baba la Mwana Roho Mtakatifu, amen. Baba Mungu, tunakushukuru kwa mapenzi yako makuu maishani mwetu, ambao umeendelea kuyafunua kwetu. Ndio maana Mungu umetuletea neno lako, ili eBwana nasi tunalipokea katika moyo wa ibada. Tunaomba msamaha kwa sababu sisi ni wakosefu. Tunaomba Mungu tusamee, we ujachoka kutupenda. Tunakushukuru namna unavyotupenda. Tupe neema ya kuwa watakatifu kama we ulivyo mtakatifu. Na ndiyo maana neno hili, tunafungua mioyo yetu, tunaomba liingie na kubadilisha maisha yetu, katika jina la Baba Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, tuungane, tuanze rasmi usomaji sura ya thelathini na saba. Kila rafiki atasema mimi nami ni rafiki, bali yuko aliye rafiki aliyeitwa tu jina hili. Si huzuni hata kufa iliyoko yeye aliye rafiki mwaminifu atakapogeuka kuwa adui. Ewe wazo ovu la asili, ya nini kufanyika kwako hata kufunika nchi kavu kwa hila? Yuko mjanja apa apendaye kutazama meza ya rafiki yake, bali wakati wa shida atakaa mbali naye Ndiye rafiki hasa ambaye atashindana na mgeni kwa ajili yako na kuishika ngao juu ya adui. Usimsahau rafiki wako wakati wa mashindano yako, wala usikose kumkumbuka upatapo mateka yako. Aliyemshauri huyakuza mashauri yake, bali yuko atoaye shauri kwa ajili yake mwenyewe ujiadhari na mshauri ujue kwanza kama anahitaji kitu kwa maana atatoa shauri kwa ajili yake mwenyewe asije akakan, akakunasa akakuambia shauri lako lijema kisha atasimama upande ili aone atakayokupata usifanye shauri na mtu anayekushuku na yeye anaye kuhusudu umfiche shauri lako. Aidha, usifanya shauri na mwanamke juu ya mwenzake, wala na mwoga katika mambo ya vita, wala na mfanya biashara mintarafu bei ya bidhaa, wala na mnunuzi katika habari ya kuuza kitu, wala na bahili juu ya upaji wala na mkatili juu ya upole, wala na mvivu kwa habari ya kazi yoyote, wala na mtu wa mshahara mintarafu wakati wa kupanda, wala na mtumishi mlegevu juu ya shughuli nyingi. Watu hao usiwasikilize katika shauri lolote, bali afadhali siku zote usu usuhubiane na mtu mtaua unayemjua ya kwamba anazishika amri za Bwana na moyo wake ni sawasawa na moyo wako, naye atahuzunika pamoja nawe ukipatikana na msiba. Lakini ulisimamishe shauri la moyo wako mwenyewe, kwa maana hakuna mtu aliye mwaminifu kwako kuliko moyo wako. Yaani, pengine moyo wa mtu humwarifu wakati wa kufaa, hata kupita walinzi saba wakaao juu ya mnara. Na zaidi ya hayo yote, umombe aliye juu, ili yeye akuongoze hatua zako katika kweli. Busara itangulie kila kazi, na mashauri yatangulie kila tendo. Shina la mashauri ya moyoni huchipuza matawi manne mema na mabaya, uzima na mauti, na daima mtawala wake ni ulimi. Kuna mwenye busara mkufunzi wa wengi, ila hawezi kujifaidia nafsi yake. Kuna mwingine mwerevu wa maneno, lakini anachukiwa huyo atakosa riziki kwa jinsi alivyonyimwa hekima, mradi hakupewa na Bwana msemo wa neema. Kuna mwenye hekima hasa, naye anaonyesha hekima kwa habari ya nafsi yake, na matunda ya ufahamu wake katika mwili wake. Kuna mwenye hekima kweli kweli, naye awafundisha watu wake, na matunda ya ufahamu wake ni amini mwenye hekima atashiba baraka na wote wamonao wamwita heri. Maisha ya mwanadamu mmoja inahesabika kwa siku, lakini siku za Israeli hazina hesabu tena. Mwenye hekima miongoni mwa watu atarithi utukufu na jina lake litadumu milele. Mwanangu, jijaribu nafsi yako maadamu mzima Uviangalie vitu visivyo kufaa, usijipatie hivyo kwa maana si vitu vyote vifaavyo watu wote, wala si kila mtu apendezwaye na kila kitu. Usione uchu wa anasa yoyote, wala usiwe na choyo kwa habari ya vyakula vyako, yaani katika wingi wa vyakula kuna ugonjwa na ulafi uzidio waleta msokoto wa tumbo. Wengi wamekufa kwa sababu ya kula kwa pupa, bali mwenye kujiadhari atauzidisha uzima wake. Sura ya thelathini na nane Umheshimu tabibu kwa kadiri ulivyo na haja naye, na kwa heshima iliyo haki yake, kwa kuwa Bwana amemwinua kweli kweli kwa maana ni kutoka kwake aliye juu tabibu alivyoupata ufundi wake, hata na kwa mfalme atapokea ada. Maarifa yake tabibu yatamwinua kichwa chake, naye atasimama ni mkuu machoni pa wakuu. Bwana ameyaotesha madawa katika nchi wala mwenye busara hata ya dharau. Je, maji hayakutiwa utamu kwa mti? ili Mungu awaonyeshe watu wote uweza wake, naye amewapa wanadamu maarifa ili atukuzwe mwenyewe kwa ajili ya miujiza yake. Kwa hiyo mponya watu huwatuliza wote maumivu yao, kwa hayo mfanyiza dawa huyafanya machanganyiko yake, ili isikome kazi ya Mungu wala siya njema isibatilike katikati ya wanadamu. Basi mwanangu, ugonjwani usiwe mfidhuli, lakini umwombe Mungu, na yeye atakuponya. Ujitenge na dhambi na kujitengenezea moyo na kujisafisha mikono na kila namna ya uovu. Toa sadaka ya unga na kumbukumbu kumbu, na dhabihu za vinono kwa kadiri ya mali ulizo nazo, kisha mpishe tabibu, wala usiondoke kwako kwa maana una haja naye, kwa kuwa pengine kuna muda na hali njema, imo hasa mikononi mwao. Maana hao nao humsi Bwana kwamba awafanikishe katika kuyakinisha ugonjwa na kuwapatia watu nafuu na kuhifadhi uhai wenyewe. Na mtu yoyote atendaye dhambi mbele za muumba wake ni afadhali sana aanguke katika mikono ya tabibu. Mwanangu, machozi yako yadondoke juu yake aliyefariki, na katika uchungu wa roho yako ufanye maombolezo; umfunge sanda mwili wake kama ilivyo haki yake, wala usijifiche wakati wa kumzika. Fanya kilio kwa huzuni na maombolezo makuu na matanga yake yawe sawasawa na stahili zake, siku moja au mbili, usije ukaona fedhea. Hivyo uburudike moyo wako katika huzuni yako, kwa maana huzuni izidivyo huleta mauti, na uchungu wa rohoni hula nguvu. Atakapochukuliwa maiti, ni afadhali huzuni ipite Mradi maisha ya kusikitika yaweza kuudhuru moyo. Usiweke huzuni moyoni mwako, uiweke mbali nawe, ukiukumbuka mwisho wako. Usisahau ya kwamba hakuna kurudi tena, hutamfaidia yeye, naye utajidhuru mwenyewe. Uikumbuke amri iliyo juu yake naye ni juu yako pia. Jana kwake na kesho kwako. Basi atakapo starehe yeye aliyefariki, na ukae ukumbusho wake. Roho yake ikiisha kuondoka, ujiburudishe moyo wako kwa ajili yake. Hekima ya mwandishi hurejea wasaa wa faraga, naye mwenye shughuli haba ndiye atakayepata hekima. Bali ataipata wapi? Mtu yule ashikae plau na kuona fahari juu ya mti wa mchokoo na kuswaga ng'ombe na kujishughulisha nao na kuzungumza na saba ya mafahari, huyo atautia moyo wake katika kuifudikiza mifu, mifuo yake na nadhari yake ni kuwapa ndama zake malisho. Ndivyo alivyo kila aliye msanaa mwenye ufundi, ashikaye kazi usiku na mchana, anayechora nakshi na muhuri, hufanya bidii ya kutofautisha namna nyingi mbalimbali, na kuutia moyo wake katika kuhifadhi ulingano, akichora sanamu, na nadhari yake ni kuimaliza kazi yake. Mhunzi naye ukaa penye ufuawe na kuifikiria sana chuma kitupu. Ufukuto wa moto hutokeza malengelenge naye atashindana na joto la tanuru. Sauti ya nyundo itamfanya kiziwi na macho yake ameyakaza juu ya umbo la chombo. Huyo atautia moyo wake katika kuikamilisha kazi yake, na nadhari yake ni kuipamba kwa ustadi. Na mfinyanzi naye ni vile vile uketi kazini na kuizidisha gurudumu kwa miguu siku zote kuisumbukia kazi yake, kwa kuwa malisho yake yote ni kwa jumla ya vyombo vyake. Huumba udongo kwa mikono yake, na kukanda mbele ya miguu yake. Huyo atautia moyo wake katika kumaliza kupaka rangi, na nadhari yake ni kusafisha joko hao wote huitenga mikono yao, na kila mmoja huchuma ufundi wa kazi yake. Pasipo hao mji hauwezi kukaliwa na watu, wala hao hawatokosa riziki wakaapo, pa, wakaapo pote. Kweli hao hawatafuku hawatatafutwa katika mkutano wa wakuu, wala katika baraza hawatapanda juu, wala kuketi katika kiti cha hakimu, wala kuelewa na agano la hukumu. Hata na elimu na maagizo ya hekima hawatayatangaza, wala kuonekana miongoni mwao wasemao kwa mithali. Bali hata hivyo ndivyo hao wanaodumisha maumbile ya ulimwengu, na kazi yao stadi ndiyo sala yao.